Mtazamaji popote pale ulipo, na Njoki Shege ndiyo mkalimani kwa lugha ya ishara. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Multimedia huko Rongai walikabiliana na maofisa wa polisi wakati walipofanya maandamano wakilalamikia ukosefu wa usalama kufuatia kifo cha mwanafunzi mwenzao. Gatete Njoroge anaarifu kuhusu maandamano hayo yaliyotatiza usafiri katika sehemu hiyo. Bado pili. Bado pili. Chuo kikuu cha Multimedia kiligeuzwa kuwa uwanja wa makabiliano, polisi wakikabiliana na wanafunzi waliokuwa wakiandamana. Anga hapa iligeuzwa na kuwa ya majonzi. Mvua iliokuwa ikinyesha haikuzuia lolote, kwani wanafunzi lo, waliojaa na hamaki waliorushia polisi mawe bila kujali. Kwa upande wao polisi walijihami kwa vitoa wa machozi shughuli za usafiri hapa zikitatizika. Kisa na maana ni kifo cha mwanafunzi wa mwaka wa pili, Lamek Mwangi. Kisa cha kuawa kwake hatujaelewa hadi sasa. Hii alikufa aje and how he was found akiwa kwa barabara akiwa ame, ame, amekufa. Wanafunzi pia walalamikia ukosefu wa usalama kwa wale wanaoishi nje ya chuo safe. polisi wamesisitiza kuwa Mwangi alifariki katika ajali ya barabarani na kwamba juhudi za kumsaka mmiliki wa gari husika zinaendelea. Jana. Early in the morning around four, kulikuwa na accident, a hit and run pale kwa ule mlima pale . It involved a student, a second year student. It was attended to. Unfortunately, uh, the student had succumbed. Investigation is ongoing. Taarifa hiyo ya Gatete Njoroge